Mambo haya si mageni kwako. Kwa mara kadhaa umecheza michezo ume hii ya ngao ya jamii ama shindano hili la ngao ya jamii sasa. Ni wakati mwingine tena kwenye ngao ya jamii, na unacheza dhidi ya JKT Queens kesho. mambo yakoje kwenye kikosi chako? msimu ndo unakwenda kuanza, sadirisha na kufunguliwa. Nafikiri tutakuwa tuna mchezo mgumu kwa sababu JKT ni timu nzuri ambayo inafanya vizuri, kila mtu anafahamu, na ni mabingwa wa ligi kuu, ni mabingwa wa ngao ya jamii na Sekafa pia. Kwa hiyo hautakuwa mchezo mwepesi, tunawaheshimu, lakini kama timu tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba tunaenda kuwapa furaha mashabiki wetu, na ni mechi nzuri kwetu sisi kama technical bench na wachezaji, kwa sababu ndio sehemu ya kuonyesha namna ambavyo tumejiandaa kuelekea kwenye msimu mpya. Utakuwa na mchezo mgumu. <coughs> Nafikiri kama timu hatuwezi kuwa na pressure, kwa sababu ukitaka kujua kipimo cha timu yako namna ambavyo umetengeneza ni kupata mechi ngumu na nzuri kama ya JKT. Kwa hiyo timu yote iko salama na hakuna majeruhi yoyote na tumejiandaa vizuri. Niseme tu kwamba tunawaheshimu JKT na sitenda kwa kuheshimu, lakini hatuwaogopi. Kwa hiyo tutafanya kile ambacho tumefundishana mazoezini kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Nafikiri ni project ambayo kwenye timu tunayo, kila mtu anafahamu namna ambavyo tulimaliza msimu. Tulikuwa na matokeo mazuri, kwa hiyo tunaanza msimu mpya kupitia ngao ya jamii. Tunatarajia kuwa na mchezo wenye ushindani na tunatamani pia kushinda sisi kama timu kwa sababu ilikuwa kwenye level sawa na na JKT. Lazima tuwe na sisi tunashinda vikombe. Kwa hiyo uh, msimu uliomalizika tulicheza fainali na JKT kwenye ngao ya jamii tukapoteza kwenye goli moja bila Tunakutana tena kesho. Ni mechi ambayo naweza nikasema kwamba tunatamani sisi kushinda tuweze kuwa, tunafunga mechi mbili mfululizo kwa sababu kwenye mashindano hayo hayo, na niseme tu kwamba tuko tayari na kucheza na mpinzani yowote kiwe JKT pia, na tumejiandaa. Nafikiri wachezaji wakienda kufanya kile ambacho tumewaelekeza tutapata matokeo mazuri.